Hapa studio ambayo tulikufahamisha hapo awali, tunaye Hermes Salla, yeye ni mwenyekiti wa chama cha wachapishaji Tanzania, lakini pia tunaye Abdullah Saiwad, yeye ni katibu mtendaji wa chama cha wachapishaji Tanzania tukiangazia... chama kimoja chama kimoja hmm. tukiangazia maonyesho ya 34 ya kimataifa ya vitabu Tanzania ambayo yataanza tarehe 21 hadi 26 hmm. mwezi huu yatafanyika katika maktaba ya Taifa iliyopo Posta hapa Dar es Salaam na pamoja na hayo tutakuwa tukiangazia kati ya vitu ni mwamko wa usomaji wa vitabu. Vitabu, wewe mara ya mwisho umesoma kitabu gani? Uh, Alone but not <laughs> uh. Kinahusu nini? Uh, kinahusu masuala ya m, afya ya akili uh. e -e -e. Uh -huh. Uh. Mi nasoma vitabu vingi. Hongera. <coughs> Asante, napenda vyote hivyo, si maarifa kusoma ni maarifa. Pengine tukianza na kupata uiliwa, kuna hawa tofauti ya uchapishaji na wachapaji, kwanza ni vitu tofauti na ya radhi nitachanganya lugha. E, usichanganye usichanganye kiasi cha kumfanya ah, msikilizaji wetu asielewe. E, e, nazungumza Kiswahili nitatumia Kiingereza tu kufanya ulinganishaji, sawa. E, kwa hiyo wachapishaji kwa Kiingereza ni publisher hizi, e, ni taasisi au kampuni ambazo zinabadilisha e, wazo la kitabu hadi lifike kuwa nakala inayofaa kusomwa. Kwa hiyo kampuni hii inaweza ikachukua eh, eh, kitu kinachoitwa eh, ile manuscript, maandishi yako ambayo ume, umeandaa, ikayasaisha, ikayapanga, ikaweka michoro mpaka kikapata sura ya kitabu unachokifahamu, ikafanya uhariri, alafu ikapeleka kwenye kuzalisha. Hiyo ni kampuni ya uchapishaji au publisher. Uchapaji ni kampuni inayoweka wino kwenye karatasi kubadilisha ile, ile, ile nakala tepe ya kitabu kwenye kompyuta au soft copy, kuwa, kuwa na kuwa nakala ngumu au kwa tika, kwa katika maendeleo ya sasa hivi pia inawezekana isiwe na nakala ngumu, ikawa mtandaoni, publisher akawa <laughs> amemaliza kazi yake, na ikawa ndio kitabu moja kwa moja sawa. Tuyaangazie maonyesho yenyewe hayo, uh, ya kimataifa. Nini hasa mnakifanya? katika maonesho ya kimataifa kwanza, ni utamaduni wa ulimwengu mzima. Kila nchi, kila mji mkubwa una maonyesho ya kimataifa. Kuna Frankfurt Book Fair, London Book Fair, Sharjah International Book Fair. Maonesho ya kimataifa ya vitabu ni fursa ya mataifa kutambulisha utamaduni wao duniani, e, pamoja na maarifa yao kwao. Unavofika katika maonyesho ya kimataifa ya taifa lolote au mji wowote, unapata fursa ya kuona maandishi ambayo yapo Maandishi yale yanabeba historia, yanabeba yana e, tamaduni yanabeba yana simulizi mbalimbali mbali. Kwa hiyo ni fursa ambayo kiutaratibu ki, ki na kidunia inaipa ina, ina, nafasi nchi kunadi kazi zake, vipaji vyake na hata maarifa yake, ukizingatia kwamba teknolojia yetu na maendeleo ambayo tumeshafanya katika kazi na katika shughuli mbalimbali yote yako katika maandishi kwa kuviweka vile vitabu mezani na kusema kwamba eh, kazi ya wanasayansi wetu ni hii hapa. Ni fursa ya kueleza tena kwamba wewe una mchango gani katika maarifa ya ulimwengu huu. Mm -hmm. Na pengine Sead ukitusaidia hapa, maonyesho haya lengo lake ni hilo zuri kabisa. Uh, tangu yameanza kufanyika unaona lile kusudio, lengo la maonyesho haya lina linafanikiwa linafikiwa ndio, inafikiwa kwa sababu uh, ukichukulia kwamba maonesho ya kwanza tulifanya mwaka 1988 wakati hali ya uchapishaji ilikuwa duni sana, kwa sababu tulikuwa um, uh, mitambo ya kuchapa ilikuwa mitambo ya kizamani ya letterpress, kulikuwepo na uhaba wa karatasi, kulikuwepo na uhaba wa wino uh, sasa, kwa hivyo kutoka pale mpaka kufikia sasa, kuna kuwepo maendeleo makubwa sana. Nikupe uh, mfano tu kwamba katika maonesho ya 88 uh, tulikuwa na semina ambayo semina hiyo mkutubu mkutubi wa vitabu wa, ya, ya maktaba ya watoto alieleza kwamba asilimia tisini ya vitabu vilivyokuwepo katika maktaba ya watoto havi, havitumiwi na watoto ambao wanakwenda katika maktaba ya watoto kwa sababu asilimia hiyo tisini ya vitabu kwa vitabu ambavyo viko katika lugha ya Kiingereza wakati watoto wanatoka Ilala, Kariakoo, wakenda maktaba, wao ni watoto wanajua Kiswahili tu. Sasa kwa hivyo tumebadilisha mpaka sasa hivi, sasa unakuta kwamba uh, kuna vitabu zaidi ya mia tatu mia nne vya watoto ambavyo vimetokana na kugundua kwamba kuna tatizo uh, katika miaka hiyo iliyopita. Sasa kwa hivyo licha ya uh, kwamba kunakuwepo na vitabu vya watoto vilevile, tumeendeleza vitabu vingine vingi zaidi kwa sababu tumejenga hamasa ya kusoma. Kama wewe umekuwa msomaji, basi na sisi tutakuwa tunajaribu kutengeneza vitabu kwa ajili ya watu wote wasome. Kwa hivyo mm -hmm. Maendeleo, maendeleo yapo. Naam, hamasa yenyewe ya usomaji wa vitabu kwa sababu mpaka uh, kumekuwa na dhihaka kwa Watanzania kwamba ukitaka kumficha Mtanzania kitu no, chochote kile maandishi, weka kwenye maandishi mm -hmm. Eh, kwamba usifiche mbali wala usifiche chini ya kitanda wala nini, kaweke kwenye kitabu. Kama shilingi elfu kumi inaweza kukaa hata miaka mitatu umo umo ndani. Hamasa ya usomaji vitabu sasa hivi ikoje? Kama nilivyosema kwamba kuweza kuweza kusoma na kupenda kusoma ni mchakato. Sawa, hmm. kwa sababu ili kwanza uweze ku kama nilivyosema mwenzangu hapa, ili uweze kuwaweka watu wasome ni kwamba lazima uandae vitabu ambavyo wanavihitaji kwa sababu, kama mtu ukiwa tayari mshamaliza shule, sasa kwa hivyo unatakiwa ujue ni kitu gani ambacho vinatakiwa na vile vitu viwepo. kwa kama havipo, basi sasa kwa hivyo ile tabia ya kusoma inaondoka, inapotea kidogo kidogo. Uh, uh, katika umri mdogo vile vile tunatakiwa tuwajenge watoto kupenda kusoma. Sasa watoto wakipenda kusoma basi ile ile tabia inajengeka kama walivyosema samaki mkunje angali, angali mbichi, mbichi. Sasa kwa hivyo ukimzoeza mtoto kusoma, ukimwambia kwamba maarifa, utamaduni, starehe, manake uh, mtoto anaweza akajikuta kwamba yuko Uingereza wakati bado yuko hapa hapa, kwa kwenda kusoma kitabu ambacho kinazungumzia mtaa wa Oxford Street, mtaa mtaa wapi, mtaa wapi. Sasa kwa hivyo mtoto an an anakuwa na mawazo mapana eh, sasa kwa hivyo hiyo ndio inamvutia kusoma. Sasa kwa hivyo udadisi utamjengea na kwa hivyo akiona kitabu anakuwa na hamu, kwa hivyo ukificha kwa mtoto ambaye anapenda kusoma haitokuwepo. Lakini sasa tunakuta kwamba sasa a, a, tabia ya kusoma ina vitu vingi sana a, tukianza katika sehemu za awali kabisa chini kabisa ni kwamba kwanza kutambua maneno, sawa Uh, kama watoto wakiweza kutambua maneno kwa haraka, alafu wakishatambua maneno watambue na waweke maana yake. Kwa hiyo mtoto akisoma, alikuwa anatakiwa awe anaelewa. Sasa kwa hivyo, hivyo vitu hivyo ni wadau wengi, inatokana na, na sisi wachapishaji lazima mm -hmm. tutengeze vitabu bora ambavyo mzazi atavutiwa kununua na kumpelekea mtoto wake, inategemea na elimu atakayopata katika shule, katika kuweza kutambua herufi na kuelewa na kusoma na, na, na upatikanaji wake hapa unazungumzia labda kwa mfano, mtunzi akaamua kutumia na hao ama una, unazungu, una maana ipi unaposema una kwamba kutambua maneno? Uh, jaribu kufikiria we lini ulijua kusoma, sawa, na ulitumia juhudi gani? Utakuta watu wengi sasa hivi wanasema kwamba hawajui wakati gani walijua kusoma, lakini walikuta tu wakisoma ale maneno yale, anakubali anaanza kujua. Uh, lakini uh, siku hizi imeendelea na kuna sayansi ya kuweza kujua ku, kumzoeza mtoto kujua kusoma haraka, na ugumu wa kuja katika masuala ya nahau, masuala ya mengine uh, magumu eh, yanakuja katika kiwango kingine. Hawa mtoto wa chekechea ambaye anapoanza kusoma huwezi ukampa nahau. Sawa. Sawa. Hebu tusaidie tu, tu sasa hapa Salla, kutokana na eh, maelezo ambayo ameyazungumza saiwadi hapa, ni kwa nini kumekuwa na huo mtazamo kwamba Watanzania si hawapendi kusoma hasa vitabu? Labda niwape moyo kidogo kwanza, sio msemo, msemo unasema ukitaka kumficha mwafrika ficha kazi hiyo kwenye maandishi, na sio mtanzania pekee yake <laughs> ni niseme wazi kwamba kuna uelewa duni wa mamlaka pamoja na wadau Afrika kwenye thamani ya vitabu ee. Ukiangalia taarifa ya UNESCO iliyotoka mwaka huu mwezi wa nne, inaonyesha Afrika inafanya e, mfano katika ukomavu wa soko lake la vitabu inafanya net import ya vitabu, yaani e, uzalishaji wa ya vitabu vyake yenyewe ndani havitoshelezi mpaka wanaingiza vitabu, lakini ukiangalia soko la, la Afrika nzima la vitabu liko chini chini ya soko biashara ya vitabu ya Japani ya yaani, Japani yenyewe nadhani ni dola bilioni tisa. E, wakati Afrika sikumbuki namba vizuri, lakini Afrika iko chini ya Japani kwa udogo. Japani ni ndogo sana mm. Kwa hiyo tunasema, kwa, kwa ujumla hiyo ni Afrika nzima, Afrika, Afrika yote, Afrika yote. Mm. Kwa hiyo ni ukweli kwamba ule utambuzi wa nafasi e, ya kitabu ambayo kitabu kwa kweli e, ni kwa sababu tunakichukulia tu hapa kama, kama chombo kinachokaa katika begi la mwanafunzi ndio Afrika Afrika tunasema namna hiyo, lakini kitabu kwa kweli, kama kuna nchi nataka kujitukuza ulimwenguni, iweke vitu vyake kwenye kitabu. Tunasoma vitabu kama alfulela ulela, tunasoma vitabu kama Moby Dick, vitabu vya Shakespeare. Ule ni utukufu wa mtu, na mnabaki mnaujua na kuendelea kuufuatilia kwa sababu umesha umeingia kwenye kichwa chako kama story tu kwa hiyo vita vya mwafrika kujitambulisha duniani vimekuwa kama vile ni vita vinavyotegemea mdomo, lakini kiukweli, mdomo mimi na kuwepo leo, kesho sipo. Mahali pazuri pa kujilazimishia kwenye historia na kwenye thamani ya ulimwengu mzima ni kwenye vitabu, lakini kwa bahati mbaya haijawa ni jambo la la priority, jambo la la kipaumbele kwa mataifa yetu. Labda tumekuwa tukiangaika zaidi na kutafuta chakula, kutafuta maendeleo. Sisi tunatoa wito kwamba kati ya maeneo ya kimkakati sana ya kujionesha wewe ni nani ni kwenye vitabu. Mwalimu Nyerere, naomba nidokeze jambo moja. Mwalimu Nyerere aliwekeza sana kwenye kwenye kwenye vitabu e, mchango wa Tanzania katika maandishi ya Kiswahili ni mkubwa wa kupindukia. ni kwa sababu lugha hii haikuwa lugha inayotambulika kiduniani ki wakati huo, basi utukufu wetu hatukuupata, lakini leo ukileta maktaba ya Kiswahili mchango wa Tanzania na vipaji vyetu ni mkubwa. Hata hapa Tanzania waandishi, bila kugusu, bila kuambiwa chochote, unaandika kwa Kiswahili. Hakuna nchi nyingine ambayo ina umahiri mkubwa wa Kiswahili na mafanikio makubwa katika kuandika kama hapa Tanzania. Kwa hiyo tumebakiza kisehemu kidogo tu cha cha huyu ng'ombe kummalizie, mambo yakawe sawa, kutengeneza mazingira ambayo watu watafurahi kusikia kitabu kimetoka, watakikimbilia kama tunapokimbilia simu, labda hata hatuna chama. Unajua edition mtu tunachokitafuta, natafuta, mtu atafuta toleo jipya la, la iPhone Kim, ki kiukweli hakuna kikubwa anachoki anajua nakitafuta pale, imekuwa sehemu ya maisha tu kwamba anadhani anataka vitu gani ambavyo mnavifanya hivyo ambavyo vimesalia kidogo vitu ambavyo tumefanya vinasaidia kidogo. mm, Mm. Cha kwanza ni haya maonesho. Haya maonesho kama nilivyosema ni fursa ya nchi kujinadi, lakini ni fursa ya kusema tena kwamba vitabu ni sehemu ya maisha. Vitabu ni jambo letu la kulichekea na kulifuatilia. Mimi mfano nitakupa binafsi, mimi taarifa yangu na ambayo ningependa kuisema, yani eh, kama, kama simulizi ningependa kuisema pia, mtu ajaribu kuiweka kwenye ratiba yake. Nafikiri ni kitu kizuri mimi nafika nyumbani labda saa tatu saa nne usiku karibu kila siku. Kwa hiyo sipate nafasi kole ya kukutana na watoto na, ku, na kuzungumza nao, lakini asubuhi nitaingia kwenye gari inayompeleka mtoto shuleni, kama ni dereva anaendesha, mi nitasoma na mtoto kitabu, nitampigia mtoto kitabu, nitampigia story ile nusu saa bwana, ni kubwa kuliko lisali moja la jioni. Lisali moja la jioni mtacheka mtapiga stori wote mmechoka pale. Asubuhi mtoto ananisomea mimi, mtoto wangu mdogo yuko darasa la awali, darasa mwaka wa pili, darasa la awali ananisomea vizuri tena. Mimi nilishangaa, hebu nisomee hapa, ananisomea mm -hmm. akutana na mwanangu, baba hii ni nini? Namwambia kwa fursa, ipo fursa ipo ya kutengeneza tabia ambayo tu ikishakuwa tabia, tunateleza mafanikio tuliyonayo ni makubwa Simulizi za Kitanzania ziko nyingi. Ingekuwa tu, tu kama taifa tumewekeza hapo kweli, tungekuwa tumetukuka barani Afrika. Hmm, labda wanajitetea wana, wana na utetezi wao, ukiusikiliza unaweza kuona kama una mantiki kwamba muda huo wa kusoma kitabu inahitaji akili yetulia usome kitabu. Sasa huo muda wa kutuliza akili ndio unakosekana, kwa sababu tunakimbizana sana na maisha. Ukirudi umechoka, ukiamka asubuhi unaanza kufikiria kwanza masuala ya usafiri, utapata wapi usafiri? Eh, ni wachache sasa kama Bwana Sila, eh, Salla ambayo utakuwa kwenye gari lako una dereva <laughs> pembeni anakuendesha anakupeleka ofisini. Mtoto wako amekaa hapa pembeni naye unampeleka na gari, anasikiliza. Sasa kuna mwingine mtoto wake kwanza wakapambane kwenye daladala, wasukumane huko na akirudi jioni amechoka hoi, atasoma sangapi? nitakusaidia sangapi. Sangapi. Mambo mawili kwanza, na msaidia na msikilizaji, sawa sawa. Mwenye miaka kama ishirini iliyopita nilikuwa nafanya biashara na bwana mmoja. Siku moja akaja tu akakutana na mzazi wangu, baba yangu, akamwambia, ah, yule kijana anasoma, kwenye basi anasoma kitabu, yeye tu nimemwona anasoma kitabu kwenye, kwenye basi. Akashangaa sana. hakuna mahali sahihi pa kusomea kitabu kwanza, kwa hiyo asiyekuwa na gari sababu so, nimesema gari nimepeleka mtoto shuleni sikubainisha siku, wazi moja kwa moja mba ni gari yangu <laughs> <laughs> lakini popote ulipo unaweza ukasoma. <laughs> lakini pia nikwambia kitu kingine, kwani ukisoma kurasa tatu tu za, ki, za kitabu kwa siku kwa wiki utakuwa umesoma kurasa ngapi? Kurasa kumi na tano. Kwa mwezi ni kurasa tisini, nusu ya kitabu, na vitabu vingi vimeshaisha. Ukiamua kuongeza yale malengo, ukasema, mimi kila siku sitalala kabla sijasoma kurasa kumi ambazo ni chache tu hapo, tatu kama maji wajio, pia nafasi ya maji kwa sababu tu ya, ya umekosa nafasi kwa miezi miwili, kitabu cha kurasa mia mbili. Nikupe mfano wa mambo mawili ambayo yenyewe si mambo mm. Lakini ni mambo ya muhimu, nasema tena, si mambo. Cha kwanza ni budget na cha pili ni ratiba. Haya si mambo bayana ambayo unaweza kuyashika, lakini yaondoe kwenye maisha. Ondoa kalenda katika maisha yako, uone kama maisha yatasogea, na kalenda si kitu ndio. Sasa ratiba, kalenda ni sehemu ya ya, ya ya ratiba. Unavipa una vipande vya muda majina na kusema vinaishia wapi, ili unaona unapopanga shughuli zako useme isivuke hapa. Kwa bila kalenda au ratiba na bila budget. Hata pesa yako nyingi sana haitaweza haita, haita, haita, haita, haita, haita, haita, kuwa na matumizi ya muhimu, sawa? Mm. Uh, tuna dakika tano tano saba hivi, mm. kukamilisha mazungumzo yetu na wakati huo, sawadu tu utu, utuambie umekuwepo kwenye tasnia hii kwa muda mrefu. Tunapozungumzia maonyesho eh, eh, ya 34 ina maana ni tangu tisini na moja yameanza kuonyeshwa hapo eh, kama sijakosea. Lakini eh, namna ambavyo shughuli zenye zinaenda tunafahamu, na dunia inavyobadilika, inatoka huku inakwenda kule, mabadiliko, utandawazi ni mkubwa, teknolojia inakuwa kama ambavyo umesema, ni kwa namna gani tunaweza tuka, eh, tukafanya kama jamii, lakini nyinyi pia kama wachapishaji kuhakikisha kwamba kuna kuendana na mazingira yaliyopo ili kuendelea kujenga utamaduni wa kusoma na kujisomea hmm. Jambo ja, ja la muhimu ni kuhakikisha kwamba watu wanasoma, kwa hivyo jamii inatakiwa isome. Uh, katika hotuba ya mwaka 66 nadhani, Mwalimu Nyerere wakati anafungua kiwanda cha kupiga chapa Arusha, alisema kwamba mimi nitajua nchi yangu ikiendelea pale ambapo mkiona jioni baba anamsomea mtoto na mama anasoma wote wamekaa wanasoma. Sasa, kwa hivyo hapo ndio tutakuwa tumeendelea. Na um, kusoma vitabu ni bora zaidi kuliko kusoma um, uh, vitu vingine ambavyo vinakuwepo, kwa mfano uh, mitandao mitandao ya jamii. Watoto wanashughulika sana na vijana wanashughulika sana na mitandao ya jamii ambapo utakuta kwamba mtandao wa jamii, iwapo kwamba mtu hana umahiri wa kuingia katika mtandao wa jamii, anaweza akapotoshwa na mitandao ya jamii, kwa sababu mitandao ya jamii hamna mchujo, tofauti na sisi wachapishaji, na wachapishaji wa vitabu, kwa sababu kila kitabu kikija hakuna sio kwamba kila kitabu unachoandika au mwandishi anayoandika kitamfikia mlaji sawa, lazima kipite katika U, uh, ulinzi ulinzi ambao unaangalia maudhui, unaangalia uh, ubora, inaangalia kwamba ile kitu kinaeleza kina nini, na je, ni sahihi au sio sahihi sawa. Sasa kwa hivyo, hivyo vitu hivyo ndio vinavyofanya kwamba umuhimu wa vitabu kuliko vitu vingine vyote ambavyo unasoma katika mtandao wa jamii. Hata ukiangalia Wikipedia anakwambia kwamba ukisoma, okay, pale akwambia je, yeah, unataka kuongeza kitu Hakuulizi kwamba wewe ni mtaalam wa lile jambo, kwa hivyo unahitaji una, kuongeza kitu maana yake no. Kwamba hata mtu asiyokuwa na uwezo anaweza kuweka taarifa zake pale, na mwingine akaja akaamini kwamba hiki kilichowekwa hapa ndio sahihi no, no. U, u, hawa wa, wa, watunzi wa vitabu, mimi nao hawa watunzi wa vitabu kabla ya kuwafikia wachapishaji wa Wana, wanatunga kwa kuzingatia pengine inawezekana wao ikawa ndio sababu ya la, labda Waafrika wengi wasipende kusoma. Wanazingatia nini, wanakihitaji wasomaji au wanaangalia kwamba mimi sasa, kwa sababu ninao uwezo tu wa kutunga, acha nitunge sasa. Hapo kuna mambo mawili. Kwanza kwa niseme kwa sababu ya, ya mimi ningesema kwa mtazamo wangu. Eh, mojawapo ya mambo yanayochangia utamaduni mbovu wa kusoma ni kukosa utashi wa kisiasa wa, wa... Kwa nini kitabu kisomwe? Eh, nikiangazia masuala mengi ambayo yalifanyika katika mfano uongozi wa Rais Nyerere. Nasema hivyo kuna mifano ya kuigwa mingi, eh, Julius Nyerere anaandika anafanya, anafanya tafsiri ya kitabu cha Mabepari wa Venisi, Merchants of Venice, akiwa rais anakuja kufanya tena uh, translation ya kitabu kingine uh, Julius Kaisari mm. Pia uanzilishwaji uanzishwaji wa, wa kitengo cha Kiswahili hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna unawandisha kama Penina Mlama pamoja na alikuwa na, na muda pia wakuandika na, na mashairi. Muda ni jambo mm. la kutunga mm. muda ni jambo la kutengeneza tu mm. eh, nikikuita kwa ajili ya dili na maana unakuja mm. nikupigia, nasema brother, nimekwama hapa <laughs> ni <mekua> unaweza, <laughs> kanisaidia, unaniambia, <laughs> m hebu nipigie baadaye na kikao kwao, <laughs> ni swala la kupima maslahi <laughs> kwa hiyo tunahitaji utashi wa kisiasa sio tu Tanzania, Afrika, Afrika na serikali za Afrika ziwekeze kwenye kutambua kwamba mahali pa kujitetea ni kwenye kitabu. Uh, ukaja kwenye swali lako, ulikuwa unasema kwamba mwandishi anaandika, anazingatia watu wanachokitaka. Mara nyingine hujua watu wanachokitaka, viko vitabu vimekuwa vya maana na vimependwa duniani, hatukujua vimekuwa kwaje vikapendwa. Mtu anatoa mfano wa Harry Potter mpaka kime unaweza ukakichambua ukasema, hivi nini kiko hapa ndani? Yani hiki kitabu kimekuwaje, stori za kichawi chawi za mm, mm, vitu vya ajabu, kituo cha basi namba tatu nukta tano mm, kipo katikati ya namba tatu na namba mbili. Lakini watu kuna kuna saa unachokifanya wewe kinaendana na watu bila sababu. Kwa hiyo tunahitaji waandishi wanaoandika kwa kudhani wanaleta kitu cha maana sana, tunahitaji waandishi wanaofanya utafiti, kusema watu wanataka kitu gani. Mwishoni watatokea watu wa namna hiyo wa kuvisoma hivyo vitu lakini kama vitabu hivi wa, wa, wa, waandishi watakuwa wana, wanaamini watu wanasoma eh, wataendelea kufanya hii kazi na uh, ya kuandika na wachapishaji watachapisha. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda, yale yanayotakiwa na, na ile jamii yatabainika. Vitabu vya young adults, vitabu vya watoto wa, wa, wa, wa vijana eh, labda hapo mwanzo havikuwa maarufu sana, lakini kuja kutoka vitabu ambavyo vimependwa, vimependwa sana. Kwa hiyo kama, kama tasnia au kama kama uwanda huu unaendelea kutumikiwa kwa mwandishi kuandika kama unajua uandishi ni hmm. Yeah. ni sanaa tu unaweza ukatutungia tu mwimbo wako, sisi hatujui, nadhani kuna, kuna kitu gani utaupia kwenye redio, watu ah, wanaupenda. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa masuala, wengine waulize watu wanataka kitu gani, watuimbie nyimbo za elimu hmm. Wengine wasiulize, la, la, la, lakini wakati mwingine pia hata vyombo vya habari kama una kumbukumbu nzuri mzee wangu ana kumbukumbu nzuri, kitabu cha Adili na Nduguze kilivyosimuliwa kwenye redio, uliona namna ambavyo ilikuwa watoto hata kama wanaenda kucheza wanaacha kwanza michezo yao, wanakwenda kusikiliza ile hadithi jinsi ilivyokuwa tamu na inavyosikilizwa. Kwa hiyo hata wale ambao hawakusoma kile kitabu kwa wao wenyewe, kukishika na kukisoma, lakini kwa jinsi alivyokuwa akifuatilia kinavyosimuliwa kwenye redio, anapata ile hamasa. Labda pengine kwa kushirikisha vyombo vya habari inaweza ikaleta hamasa pengine sasa kwa Watanzania, uchambuzi wa vitabu kwenye redio na kwenye televisheni yani sana na ili ni ombi mm. Kama tulivyosema e, vitabu na kusoma ni swala la kiutaratibu wa maisha, mtazamo mm. Mm. Kwa kweli mama na mwana, nakumbuka hadithi mm. zilikuwa zinasimuliwa mm na inatengeneza ule mtazamo unaotaka na unasababisha mtoto anataka kitabu mm. Yeah. Na unajua akisha mtoto akishaacha kuona aibu kwa kitabu, atasoma chochote kile na kama mtoto anaogopa kitabu, akiona kitabu kuna kurasa 300 anakiogopa. <laughs> Huyo mtoto inawezekana asiweze kuwa engineer, kwa sababu labda sifa ya vitabu vya engineer na vya computer labda ni ukubwa huo. Kwa tunge nitoe pia wito, kama wa, kama wadau muhimu katika kutafuta maslahi mapana na ukuaji wa hii sekta, vyombo vya habari virejee hapo, hiyo misingi isiitupe. Hivyo tunavyoiomba serikali iangalie yale mambo mengi ya kiuandishi na jinsi ambavyo uandishi wa Kitanzania uandishi wa Kitanzania kati ya mwaka 1960 mpaka mwaka 1985 <coughs> nadhani hapaku amna kipindi kingine cha miaka ishirini na tano <coughs> chenye mafanikio makubwa katika uandishi kama hapo. Salla, pamoja na Saiwad, tungependa kuzungumza nanyi hata mpaka kesho, <tos> <tos> lakini kwa neno moja tu kutoka kwa Saiwad neno moja tu kwamba nani wanapaswa kushiriki katika maonesho haya? Watu wote kama ulivyosema, vitabu ni mm. kwa watu wote. Tangu wenyewe katika mm. uh, nchi zilizoendelea wanasema mtoto unaanza kumsomea tangu akiwa tumboni mm. Ukimsomea mtoto anasikia, anatulia, sawa. Kwa hivyo, mama wazazi, mama vijana, wa shule ya msingi hata mm. kwa zee kupita mimi uh-huh. Wanatakiwa waje waje kusoma waangalie vitabu vipya vilokuwepo. Sawa, tunakushukuruni sana na kila la kheri kwenu, asante sana. Karibuni sana shukrani, tutakuhudhuria tutakuhudhuria. Ni Hermes Salla, mwenyekiti wa chama cha wachapishaji Tanzania, lakini amekuwa hapa na Abdullah Sewad, katibu mtendaji wa chama hicho hicho cha wachapishaji Tanzania tume Tumilo...